<laughs> Uh, ah, vipi wangu wa jirani? Za siku hizi jirani. Vipi she wangu? Kumbe yupo mwanao? Akajua ah. Umeenda mishemishe rafiki ah, yangu nipo ndugu yangu, vipi hujatoka? Ah, mwenyewe nimeona leo nitulie nyumbani kidogo nifanyefanye usafi, tunajua tena mabachela oh. Ah, sawa. Kwa utoki leo midajua, nivu, tena, leo nitatoka mida jioni hivi kuangalia mechi, tunajua tena leo nitakuja kufa na presha mwanangu. Juzi marusu ani fumaniwa chupchupu hivi, nataka kuingia kwa Ruba, anatokea Amiri. We, nikasema hapa hapao nimeatimba <laughs> mama, nakwambia nii, nivo nivo, kwa nimeganda, nikasema eh, Mungu wangu nisaidie mapa Ruben akajiongeza akaita story kwa mimi akasema eh, inshallah. Nikaulizangu, nilikuwa nafua nguo, yaani hiyo siku ningekoma mpaka nikachanganyikiwa hiyo siku, yaani ningekoma yaani, ningekoma sana. Sikiliza mwanangu, unajua sisi tunakula kupitia wewe, lakini unatakiwa uwe makini, ili wasijuane hao watu wako. Maua, maua, maua, unalitafuta utalipata. Hivi, angalia wewe, unajisikiaje? Kwa nini uache hayo mambo? Eh. Ifu namsikia huo. Hivi mwanao namsikia vizuri. Lakini mwanangu, skata, tunakula kwa kupitia yeye. Mama sikatai kweli tunakula wote. Lakini kwa nini asimwambie huyo Deo akamfungulia biashara? Hata kama ni nguo sijui ni nini tukafanya biashara mambo yakaenda. Lakini hii hali hii atakuja kumtokea pwani haya mambo. Mimi nipo hapa mama. Namshauri kila siku mtoto wako lakini asikii. Haya. Sasa nachokuomba, naomba uwe makini. Hawa wote vipita njia hawa, aya, hao sina wasiwasi nao. Ila Deo, usije ukamuuzi Deo. Siwezi. Kwa sababu Deo akija, ye ni nyekundu nyekundu tu. Ah, wengine 200, 2000, 3000. Deo ndio mwanaume bwana. Hivyo hivyo tunakwenda huku huku na huku, lakini mimi siwezi kumwacha. Yaani hata kaka akajua kama ninamsaidia. Mimi nipo hapa. Utakuja kutukumbuka ninavyokuambia. Sisi sio kwamba hatukupendi, tunakupenda, mdogo wangu, tunakupenda, ndio maana tunakushauri. Lakini anacholetaga, si tunakula wote au? Wewe huwa huli? Sikatai, baba, nakula, lakini vitakuja kumtokea puani huyo. Sikio la kufa. <laughs> Na alisikii dawa sio uongo. <laughs> Ah, watajua wenyewe, bwana. Mimi si wazi wone, watajua wenyewe. Hey, mwanangu Ruba huyo mshikaji wako Deo anazingua sana mwanangu. yaani yaani, nimemwelekeza achana katoto ka mwenye nyumba kale kajabu ajabu, bado kakoma anako utafikiri, nutafikiri yaani akaona Beyonce, ka kafupi ka hivi. Sema nini mshikaji kafeli, kaferi mwanangu. Deo, laba nikuulize kitu mwanangu. Hivi umezunguka wewe, hey, umekosa demo ya kuwa naye mpaka ukatangaza ndoa kabisa? Mtoto wa mwenye nyumba, seriously mwanangu. Ni demo mwenye mbaya hajatulia. Yaani sijui hata umempendea nini. Deo gentleman, jitu jeusi, jitu la mtumba. Ibidi upate uh, wale watu ambao wanajitambua yani, mama hata ukisimama naye hivi, wao unasema yes, yule mama la mama la mtaa. Ah oh, kuja hichi kichura hichi, rafiki yangu. Wewe <laughs> roba, roba, roba, roba. Hivi wewe umeshawahi kupenda? Ah, nikuulize swali, umeshawahi kupenda? Na wewe, wewe umeshawahi we kupenda? Swala la maamuzi yangu mimi kupenda yanawahusu nini? Mimi nimeamua kumpenda sawa ni mfupi, sawa ni, ni, ni, ni kimbirikimo kama Zakayo, sawa ni changu, nitakibeba. Hmm? Wewe we, we, kwa mfano wewe roho inakuuma nini mimi kumpenda mtoto? Ah, kwenye <laughs> maroho. Mimi naomba kusamaha eh. <laughs> Hawezi kukuelewa huyu. Sikia. Sikia Deo. Sisi sio kwamba tunakupinga wewe kuchukua manzi kuweka ndani ila sio huyu unataka nani sasa? Wewe uh, demu mwenye mbaya, mdemu mfupi. Na na umepagawa na chuki pia. Wewe inakuuma nini wewe madevu wewe? Wewe madevu ina. I... I... Afunyie nini? Eba, ah, sikiliza, au sikiliza. Sikiliza, sikiliza dogo, dogo sikiliza. Sikiliza. Kama hamna mada kama hamna mada mmeshindwa kwenda kutafuta ugali huko. Oh, Deo amepata kademu kafupi, sijua amekatoa wapi, hayawahusu nyacheni sawa so. Kwanza hichi kikao mimi nishaona kabisa nyie sio watu wazuri nyie, kama vile mnataka kuniingilia kwenye mipango yangu babu aliniambia binadamu wabaya binadamu wabaya kama viatu vya chawa ni nyie niacheni niache una lolote umepata ulisi unasubiri ulisi wa nyumba oh mimi

Hey, ipi mm-hmm. Twende, so basi amna mtu nyumbani, nyumbani suje ndani bana, huku tena wanza kuzingua, mwisho tukuti, twende bana. Njoo ndani huku, twende. Mimi jamani, basi nakuja, hakuna mtu kabisa, twende wende, msiwae Maua. Maua. Maua. Maua yuko. Shemeni. Karibu. Ameenda wapi Maua? Maua ameenda dukani. Kaenda dukani ka vipi kati kule kule chon chon chon nyuma nani? Eh? Kule kuna kanga na pensi ya, ya huyo Amiri. Eh? Mimi mjinga. Maua ameenda dukani. Chon yuko anakuja na Amiri chon akati anakwambia kaenda dukani. Kula kuna kanga na pensi ya Maua. Hmm? Huyu kuna pensi na kanga ya Maua. Mimi mjinga? Shemeji, hebu nisikilize, na kwa heshima usiniharibie mudi. Maua ameenda dukani. Kama yuko chooni basi mfate. Kanga mjinga! Unanielewa? kanga, kanga! Eh? Eh, eh, unanielewa nachokwambia, ile ni pensi na kanga ya Maua.

Si kanga ya nani? Si kanga ya maua. Wewe unanichanganya sasa, Maua yameenda dukani. Nakwambia nenda kamtoe. Wewe Wala umerudi mdogo wangu. Maana hichi kidole kishaanza kelele kelele. Mm, hapa. Hmm. Ipo mzigo. Malizani wewe mwenyewe. Mama. Anasema ulikuwa chooni na huyo sio nani, umezidi hapa kelele, tabu mama. <laughs>